Imebainika kuwa bara la Afrika linahitaji kufanya mageuzi makubwa katika teknolojia ya kilimo ili kupunguza gharama za uzalishaji mazao, kuwavutia vijana kwenye kilimo, kuhifadhi udongo ili kuendana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Katika kongamano la nchi 54 za Afrika na mataifa mengine nje ya bara hilo, teknolojia za kisasa za kilimo zimetambulishwa ikiwemo teknolojia ya Mzuri Protil. Marek Rujnyaka ni mkurugenzi wa teknolojia ya Mzuri inayolima kilimo hifadhi ama kilimo hai, na hapa anabainisha dhana nzima ya mashine hiyo. Uh, Mzuri. Name, uh, Mzuri ni jina lenye asili ya Kiswahili inamaanisha nzuri. Teknolojia yetu ni nzuri pia, ni teknolojia inayofanya zaidi ya vitu vitatu kwa wakati mmoja, yaani kilimo, kuweka mbolea na hata kupanda Watu wamevutiwa na teknolojia yetu hii ya Mzuri. Baada ya kuionyesha inafanya kazi, watu wameipenda teknolojia inayofanya kazi. Nini ambacho teknolojia yetu inakileta Afrika? Na uzuri wa teknolojia hii unakuwa pale tunapoweza kupunguza gharama, kupunguza kazi, kuokoa gharama na kuokoa mbegu pia, na ukuaji mzuri wa mazao na yenye afya, tena afya zaidi. Grow better yield, more yield, and more healthy yield. Mashine hii ya mzuri inakuja na jipya lipi Afrika na duniani? Uh, mzuri technology, it's not expensive. Uh, I think it's the cheapest technology on the world. Nadhani yeah. teknolojia Mas... hii ni teknolojia rahisi zaidi duniani. Ndiyo mashine moja inaweza kuwa na gharama kubwa mashine hiyo, kazi zote ambazo zingefanywa na mashine sita hadi saba, yenyewe inafanya moja, na kwa mzuri unahitaji mashine moja tu. Kilimo cha Tanzania na Afrika kwa sasa wanatumia trekta hadi 13 zenye nguvu ya horsepower 46 kwa ekari 100 tofauti na mzuri moja inayoweza kufanya shughuli zaidi ya moja, mfano kulima, kuweka mbolea, na kwa siku nne inaweza kulima hekta mia moja. Baadhi ya matatizo yaliyopo katika teknolojia za kilimo zinazotumika Afrika ni zile ambazo si rafiki kwa kilimo hai na endelevu katika wakati huu wa athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi. Shabani Mgonja ni mkurugenzi wa mzuri Afrika. Ujumbe ambao tumeupata katika uh, kongamano hili ni sisi kujiandaa na kuhakikisha kuwa tuna kubali teknolojia ambazo zitakuwa ni rafiki kwa mazingira kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho, kwa sababu ardhi tunayoitumia ndio hii hii. Kwa hiyo tunabidi tuzalishe kwa tija, lakini wakati huo huo uh, tuweze kuitunza ardhi hiyo. Uh, mabadiliko ya tabia nchi ni, ni, ni, ni, ni, ni halisi, siyo ya kusimulia, yanaonekana dhahiri, mvua zinakuwa pungufu ni wakati sasa wa sisi kutafakari na kuona njia bora ambazo zitatusaidia kuyatunza mazingira yetu sasa hivi, ili watakaokuja, wakati sisi tukiwa hatupo, wayakute mazingira yako salama. Aa, sio sisi tuyaharibu alafu wao watengeneze muda utakuwepo, hakuna. Tutakuwa hatujatendea haki, ndio maana ni vizuri sasa kutumia teknoloji kama za mzuri protein technology, teknolojia ambayo inalima kilimo hifadhi, lakini ni teknolojia ambayo pia itamwezesha mkulima kupata carbon credit, kwa sababu unatumia mashine moja sehemu ambayo labda utakiwa utumie mashine e, tano sita. Kwa hiyo unapunguza hewa ya ukaa kwa kiasi kikubwa sana. Uh, mimi kwa mtazamo wangu inabidi tujiandae sasa, siyo kesho. Swali kubwa katika matumizi haya ya teknolojia mpya za kilimo ni kwamba mkulima anapata wapi fedha za kununua mashine hizo mpya. Golfengura ni mkurugenzi mtendaji wa benki ya ushirika Tanzania. Kutuna, tunawezesha wakulima kutumia zana za kilimo na teknolojia kuongeza uzalishaji, kwa maana eneo la kilimo kuongeza tija eh, kwa maana ya mauzo yatokanayo na mazao ya kilimo na kile wanachopata na kipato, lakini zaidi gharama wanayotumia kulima na tija inayotokana, wanapata faida zaidi kwa sababu wanatumia teknolojia iliyo na gharama nafuu na wanapata tija kubwa zaidi. Tumesaini makubaliano na Wizara ya Kilimo kusaidia vijana kupitia BBT pata mikopo ya asilimia saba mpaka nane e, na hii mikopo ita, itajengwa katika misingi ya teknolojia kwa wanaweza waka wakapata zana za kilimo, badala ya kulima wakakodisha, wakawasaidia wakulima kulima, wakawa wanapata kipato na wakawa wanapata ajira. Kwa mkulima analima lakini kijana aliyemaliza chuo, kijana mbunifu, mjasiriamali pia amepata zana za kilimo ambayo anatumia kama chanzo chake cha kipato e, kama wanavyofanya bodaboda. Lakini pia hizi zana zinasaidia vyama, badala ya kila chama kung'ang'ana kununua trekta yake, power tiller yake e, skimu za umwagiliaji e, drones na pengine hawawezi kwa maana ya gharama, wote kwa pamoja tunaweza tukawakodisha, kwa kutumia wadau wetu wa maendeleo tunawakodisha vifaa vya kilimo biashara, afu vile vifaa vinakuwa shared. Kwanza kifaa si lazima wanunue, wanaweza wakakodi. Hapa tunachoangalia kama benki ni upatikanaji wa huduma za zana za kilimo shambani za kilimo. Kumekuwepo na dhana kwamba ndani ya bara la Afrika ni vigumu kupata vyanzo vya fedha kuwekeza katika sekta hiyo, na baadhi ya watafiti wanapingana na dhana hiyo na kusisitiza kuwa fursa zipo, ila wakulima wengi hawana taarifa sahihi. Fredrick Bajukia ni mtafiti kutoka taasisi ya kimataifa ya kilimo cha kitropiki IITA kuwepo uh, taasisi za kifedha t taasisi za kifedha ambazo zinaweza zikawapatia hizi tunasema ni pembejeo za kuweza kutumia mashambani na kuweza kuongeza uzalishaji wao na kupunguza um, nini matumizi ya nguvu kazi ambayo ni kubwa kuongeza kiza kule kwenye kilimo cha matarajio, hasa sisi ni kuwaunganisha wakulima hasa na za taasisi za fedha. Kwa mfano hapa tumeona benki ya kilimo tumeona benki ya ushirika, na kwa kweli wamejipambanua vizuri, wametuonyesha wanawezeshaji wa wakulima, lakini wakisia kama wawepo kwenye vikundi. Kwa hiyo wakulima tunao wakulima, kwa kweli wamehamasika sana. Uh, sisi matarajio yetu ni kwamba sasa tutaenda kuona namna gani ya kuunganisha hawa wakulima ambao tayari wanaongeza uzalishaji na, na, na, na, na tija kule mashambani kuweza kupata uh, usaidizi hasa kutoka kwenye taasisi za kifedha, yeah. Je, serikali ya Tanzania inazungumziaje kuhusiana na mageuzi ya kilimo cha kiteknolojia? Dkt. Mwigulu Nchemba ni waziri mkuu wa Tanzania. Ni muhimu kuimarisha uwekezaji katika zana za kilimo rafiki kwa mazingira zinazozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Zana hizi zinapaswa kupunguza uzito wa kazi, kuongeza tija, kupunguza upotevu wa mazao, na wakati huo huo kulinda mazingira kwa kutumia teknolojia zinazostahimili athari za tabia nchi kama ukame na mabadiliko ya misimu. Uwekezaji huu lazima uambatane na viashiria bayana vya utendaji ili kupima ongezeko la tija, ufanisi wa matumizi ya rasilimali, na mchango wake katika kuhimili athari za tabia ya nchi. Pili, tunapaswa kuhakikisha ushiriki mkubwa na wa makusudi wa sekta binafsi katika uzalishaji, usambazaji na utoaji wa huduma za zana pamoja na zana za kilimo serikali zetu zinapaswa kuweka mazingira wezeshi ya sera, sheria na vivutio vya uwekezaji ili sekta binafsi iweze kushiriki kikamilifu na kuongeza upatikanaji wa zana za kilimo na kupunguza gharama kwa wakulima. Hii ni TriGen Media na mimi ni Dennis Mwasalanga.